Karibu tena mtazamaji kwa awamu ya pili ya Darubini. Na tukiendelea ni kwamba vituo vya afya vilivyo kwenye mkataba na halmashauri ya afya ya jamii SHA vitakuwa vikipokea malipo yao kuanzia tarehe kumi na nne ya kila mwezi kwa mujibu wa waziri wa afya Aden Duale. Akizungumza baada ya kukabidhiwa jukumu hilo rasmi katika jumba la afya, Duale alielezea mikakati iliyopo ya kustawisha mifumo ya afya humu nchini, akiyapa kipaumbele masuala ya uwajibikaji wa kifedha, kuboresha utoaji huduma pamoja na kuimarisha huduma kwa wagonjwa. Duale aliahidi kuwachukulia hatua laghai wanaopotosha mifumo ili kutu, uh, kutapeli taifa rasilimali zake za afya. Karibia miezi minane baada ya Deborah Barasa Mulongo kukabidhiwa wadhifa wa uwaziri katika wizara ya afya, jumba la afya leo lilishuhudia mabadiliko mengine, Mulongo akimkabidhi rasmi wadhifa huo Aden Duale. Duale alionekana kufahamu hasa kinachoathiri wizara ya afya pamoja na suluhu yake I'm

We must tell the Kenyan people the truth. Akitambua madeni ambayo hayajalipiwa na ambayo yanaathiri ufanisi wa halmashauri ya afya ya jamii SHA, Duale aliagiza madai ya madeni yote ambayo SHA inadaiwa na hospitali kulipwa kufikia tarehe 14 kila mwezi. All the system hitches will be addressed to for a very seamless service delivery of SHA. And that I can assure you we will have a timeline tomorrow when we sit with the stakeholders. Aidha, Duale alitangaza kuimarishwa huduma za SHIF kwa ajili ya huduma muhimu na matibabu ya saratani, huku mijadala ya kuhusu gharama itakayolipwa kupitia mfumo huo ya huduma za kila siku katika kitengo cha wagonjwa mahututi na kile cha utegemezi ikitarajiwa kupanda kufikia shilingi elfu ishirini na nane kwa siku, huku wagonjwa wa saratani wakinufaika kutokana na kuimarishwa na kulipwa matibabu yao hadi kufikia shilingi laki tano hamsini kwa kila mgonjwa. So if I am to be called a bulldozer, let me be a bulldozer for the universal health coverage. Let me be a bulldozer for maternal health, for women's health, for strengthening our capacity to prevent and manage non-communicable diseases. Hata hivyo siku ya kwanza ya Duale ofisini haikukosa changamoto huku wafanyakazi wa huduma ya afya kwa wote wakifika nje ya ofisi hiyo na kukita kambi wakitaka kupewa ajira yenye masharti ya kudumu na pensheni. Joseph Ohungu, Darubini.